Wanatasafiki. Kwa masikitiko makubwa ninawatangazia kifo cha Mtanzania mwenzetu Mwalimu Hashim Shaibu Zuberi aliyekuwa akisoma shahada ya uzamivu PhD katika fani ya meteorology katika chuo cha Nanjing University of Information Science and Technology kilichopo katika mji wa Nanjing jimbo la Jiangsu nchini China. Marehemu Mwalimu Hashim Shaibu Zuberi alikutwa jana jioni tarehe kumi na nane akiwa amefariki katika chumba chake. Sababu za kifo chake bado hazijajulikana, na tunaendelea kuwasiliana na mamlaka husika pamoja na ubalozi wa Tanzania nchini China kuhakikisha kwamba taratibu zote zinakamilika. Shirikisho linatoa pole kwa familia ya marehemu mwalimu Azuberi, a familia yote ya Nanjing pamoja na wanatasafic wote, ndugu jamaa na marafiki wote walioguswa na msiba huu. Ninawaomba kwa mara nyingine tupokee kwa utulivu taarifa hizi za msiba, kwani tuko katika kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi, ambacho tunajiandaa kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa kuwapata viongozi wapya wa shirikisho. Kwa hiyo tuhakikishe mambo yote yanakwenda. Kufuatia msiba huu mkubwa, shirikisho linawaelekeza viongozi wa jumuiya zote kushiriki ukusanyaji wa rambirambi. Rambirambi, rambi zitakusanywa kupitia kwa waweka hazina wa kila jumuiya, na baada ya siku saba rambirambi zote zitawasilishwa kwa mweka hazina wa shirikisho kwa ajili ya taratibu za kuikabidhi familia. Ninaomba watanzania wote wanafunzi tunaosoma katika Jamhuri ya Watu wa China tushiriki katika kuchangia rambirambi ili kusaidia katika msiba huu mzito ambao tumeupata. Kwa mara nyingine, ninasikitika sana na ninatoa pole kwa wote walioguswa na msiba huu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.